Baada ya kuteuliwa kuwa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dkt Mwigulu Lami Kinchemba na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, kuna vitu ambavyo unapaswa kufahamu. Kuna mambo yatotokea ikiwemo matumizi ya fedha za noti ambazo alikuwa amesaini kama waziri wa fedha e, ambazo fedha hizo zilianza kutumika tarehe 1 Februari mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Noti hizo zina sahihi ya watu wawili, saini ya kwanza ni saini ya alikuwa waziri wa fedha kipindi hicho Mwigulu Lameck Nchemba. Aa, wakati sahihi ya pili ni gavana wa benki kuu ya Tanzania, bwana Emmanuel Tutuba. Sasa watu wanajiuliza fedha hizo za noti za shilingi elfu tano elfu mbili na shilingi elfu moja pamoja na shilingi elfu kumi zitaendelea kutumika, na kama zitaendelea kutumika zitaendelea kuwa na mwonekano huo huo wa sahihi za hao watu wawili? Ukweli wa jibu hili ni huu hapa: fedha hizo zitaendelea kutumika kwa kuwa kanuni na sheria zinaeleza kwamba sahihi zinazopaswa kuwepo kwenye fedha ni za waziri wa fedha pamoja na gavana wa benki kuu ya Tanzania, lakini kanuni hizo hazielezi kwamba mtu atakapoondolewa kwenye nafasi yake ama atakapopandishwa kubadilishwa cheo. Je, itakuwaje? Utamaduni wa sahihi kwenye fedha unaonyesha kwamba hata ambapo waziri anabadilishwa nyadhifa hizo ama anaondolewa kazini kwa maana ya kutokuwa mtumishi wa serikali au gavana anapobadilishwa ama anapostaafu, fedha hizo zinaendelea kuwa kwenye mzunguko wa utaratibu, hadi ambapo wakati fedha hizo zimeondoka kwenye mzunguko, ndipo ambapo huwa zinachapishwa fedha nyingine ambazo zinakuwa zina sahihi mpya ya waziri ama gavana mpya ambaye yupo wakati huo. Sasa so watu wanajiuliza ni kwa nini haiwi kwa haraka kama ambavyo E, vitu vingine huwa vinakuwa ipo hivi. Cha kwanza unaelezwa kwamba fedha hizo huwa hazibadilishwi kwa haraka kwa sababu ya gharama kubwa za uchapaji wa noti. Gharama hizo huwa ni gali, na pia hutumia teknolojia ya juu ya usalama, lakini pia huagizwa kutoka nje ya nchi na huja kwa makundi makubwa ambayo huwa hayaishi kwa haraka. Hivyo ukisema usibadilishe kwenye mzunguko kwa hivi sasa fedha nyingi zitakuwa ziko tayari kwenye mzunguko na ni vigumu kuziondoa, na zipo zingine ambazo bado hazijaingia kwenye mzunguko, nazo pia itakuwa ni vigumu kuzipeleka sehemu au kuziteketeza e, huku zikiwa bado hazijafanya kazi ya kuingia kwenye mzunguko na kuongeza pato la uchumi wa nchi. Lakini sababu ya pili inaelezwa ni usalama na taratibu za BOT kwa maana ya Benki Kuu, kukagua sahihi mpya kwanza na kuifanyia uchunguzi ili siweze kugushiwa, lakini pia kufanya marekebisho na maboresho kiusalama, ya kiusalama, yani security features katika zile noti. Huwa unaona kuna vitu ambavyo unaelezwa kwamba hii ni halali na hii ni bandia, ikiwa haina hichi haina hichi, na hizo ndo zinaitwa security feature. Lakini pia kupanga mzunguko wa uchapishaji, kuna namna ambavyo huwa benki imejiwekea kwamba labda kila baada ya ya miaka miwili tutachapisha fedha mpya, au kila baada ya mwaka mmoja au miezi kadhaa tutachapisha fedha mpya. Hivyo sio kila wakati ni rahisi kufanya mabadiliko hayo, kutokana na tuna kubadilika kwa viongozi wa nyadhifa hizo. Lakini pia mchakato huu huhitaji muda mrefu, mara nyingi sio chini ya miezi sita hadi kumi na nane kabla ya noti mpya kuonekana sokoni. Kwa hiyo haiwezi kuwa haraka kwa namna hiyo. Lakini cha tatu, huzuia usumbufu kwa wananchi. Kama nchi ingefuta noti hizo mara moja mara baada ya Mwigulu Nchemba kumaliza muda wake ama kutoka katika jukumu lake la kuwa waziri wa fedha na kuwa waziri mkuu, basi biashara zingesimama zikisubiria kuchapishwa kwa noti mpya, hasa katika kipindi hiki ambacho tunaona hakuna waziri wa fedha Tanzania, hali ingekuwaje? Lakini pia benki zingepata msongamano mkubwa wa kuhitaji e, kutoa fedha hizo mpya kwa wananchi ambao maelfu kwa malaki watafika katika maeneo hayo kwa ajili ya kuhitaji kubadilishiwa fedha za zamani na kuhitaji kupatiwa fedha mpya. Lakini pia wananchi wengi wangepata hasara bila sababu, kwa sababu kungekuwa kuna ukomo wa namna ambavyo fedha hizo zingehitaji kubadilishwa huku wananchi wengi wangekuwa bado hawako katika mazingira ya kuwaruhusu kufanya zoezi hilo kwa haraka, hivyo wangebakia na fedha hizo hadi muda wa kikomo au deadline ya kubadilisha fedha hizo ungefika, na wao wangekuwa bado wana fedha za zamani, hivyo wangepata hasara bila sababu. Hivyo BOT, eh, huruhusu transition period, yani kipindi cha mpito, ambapo noti zote za zamani zinaendelea kutumika hadi zingine zitakapochapishwa. Lakini kitu cha nne, noti za zamani ni mali halali ya serikali, yaani legal tender. Kwa mujibu wa sheria za fedha, noti zilizochapishwa kisheria haziwezi kupoteza thamani ghafla tu kwa kuwa kiongozi hayupo kwenye nafasi yake. Lakini pia zinapitiwa na hutumika, lakini pia zinapaswa kutumika hadi ziharibike au kuchakaa na hiyo ndiyo sababu hata leo unaweza kupata noti zenye saini ya mawaziri waliotumika miaka mingine iliyopita, hata kabla ya Mwigulu Nchemba, na bado zikawa ni fedha halali kwa malipo na matumizi ya Kitanzania. Kwa kifupi, noti hazibadiliki haraka kwa sababu ya gharama ya uchapishaji huwa ni kubwa, lakini pia kuna taratibu nyingine za kiusalama, lakini pia wananchi, ili wasisumbuliwe, huwa haichapishwi mara hizo nyingi kama ambavyo wengi walidhani. Sheria pia zinatambua kama ni fedha halali hadi zitakapochakaa. Yaani, fedha kuwa na sahihi ya Mwigulu Nchemba huku akiwa sio waziri kama ambavyo sheria inataka, bado hakuifanyi fedha hiyo kukosa uhalali wa kutumika, bado huhesabika kama ni fedha halali. Kwa hiyo noti zenye sahihi ya Mwigulu Nchemba zitaendelea kutumika kwa miaka kadhaa, hata kama yeye siyo waziri na sasa ni waziri mkuu. Na hata asingekuwa waziri mkuu, fedha hizo zingeendelea kutumika hadi fedha nyingine ambapo zingechapishwa kutokana na utaratibu wa BOT, yaani Benki Kuu ya Tanzania ulivyojiwekea. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka. Msomi News.